Kusalia. Na katika upande wa kimataifa tuangazie mzozo ambao upo kati wa Iran na Marekani na tumeweza kuona tayari Qatar wameweza kusema kwamba mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika mwishoni mwa wiki hii basi yata, yatakuwa ni mazungumzo yenye tija kwa pande zote mbili, kwa upande wa Marekani, lakini pia na kwa upande wa Iran. Na hata hivyo, kabla ya mazungumzo hayo, tukumbuke ni kwamba tuliweza kuona kwa upande wa Marekani wakiweza kupeleka meli ya kijeshi karibu na taifa la lakini kama meli hiyo ya kijeshi imeshaanza kugeuza na moja kwa moja kuweza kurudi katika taifa la Marekani. Baadhi ya watu baadhi ya na baadhi ya wachambuzi wameweza kuelezea hilo, akisema ni kama vile, kwa kufanya hivyo upande wa Marekani basi tunategemea kuweza kuona mazungumzo kuweza kufanyika, kweli atakuwa ni mazungumzo yenye tija kwa pande zote hizo mbili. Lakini japokuwa bado tunaweza kuona baadhi ya wachambuzi wakisema ni kama vile Marekani ameweza kuogopa, labda kutokana na muunganiko ambao tayari, u, am, ambao, tayari ume, u, ambao upo na ni ukweli, muunganiko ambao ya, wa mataifa matatu, nazungumzia taifa la China taifa la mare. taifa la China, taifa la Urusi pamoja na, na Irani wenyewe. Na hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo Urusi yupo yeah, tayari kabisa kuhakikisha kwamba mgogoro huu wa kivita unaenda kutamatika. Akasema kwamba yupo tayari hata kuweza kuwekewa masharti ambayo takwata ni magumu, ili mnadi tu haya mataifa mawili Marekani pamoja pamoja na pamoja na Irani wasiweze kushambuliana. Na hata hivyo tumeweza kuona Qatar ikisema kwamba mazungumzo ambayo yataweza kufanyika mwishoni mwa wiki hii yatakuwa ni mazungumzo yenye tija kati ya Marekani pamoja na Irani. Na bado tunaweza kuona jinsi gani kwa upande wa Irani akizidi kuchochea zaidi kuhakikisha kwamba Marekani anarudi nyuma kwa asilimia ana zote, Na hata katika kuhakikisha kwamba mzozo huu unaenda kutamatika. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo kwa upande wa Irani kuna kipindi alikuwa akiweza kushutumu moja kwa moja upande wa Israel akisema kwamba Israel inashirikiana na, na Marekani katika kuhakikisha kwamba upande wa mashariki ya kati basi ni kama vile Israel anakuwa na nguvu zaidi ya mataifa mengine. Na katika hilo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo kwa upande wa Marekani naye akionekana kuwa zaidi akiunga mkono upande wa Israel, na hii labda inapelekea kwa kile ambacho taifa la Iran lilikuwa kiweza kuzungumza, labda ina ukweli ndani yake, lakini kwa Marekani kuweza kurudi nyuma ni kama vile ameamua kuona kwamba sasa yaishe, tukae, tuweze kuzungumza, tufanye nini ili mzozo huu uende kutamatika. Na tumeweza kuona baadhi ya mataifa wakitamani kuweza kuona jinsi gani ambapo mataifa haya mawili yakikaa na kuweza kuzungumza bila kuwa na uchochezi wowote ule bila kuwa na mgongano au sitofahamu yoyote ile ambayo itaweza kujitokeza kati ya Marekani pamoja na Irani. Kwa kuna mengi ambayo tunategemea kuweza kuona mazungumzo ambayo yataweza kufanyika, watazungumza nini? Najua utakubaliana katika yale ambayo watakaoweza kuafikiana. Tumeweza kuona kwa upande wa Marekani, nakwambia, wanayataka wanayataka mazungumzo ambayo kwa upande wake yatakuwa na faida, akiweza kuzungumzia pia kuhusiana na masuala mazima ya, na mkataba wa nyuklia, lakini vile vile na masuala mazima ya makombora, akisema kwamba inabidi Irani waweze kusitisha uzalishaji wa makombora, lakini ivio waweze kusitisha uzalishaji wa silaha za nyuklia. Vipi je, kuhusiana na Iran takubaliana na hilo? Na bado vile vile za kaukajiuliza, kwa nini Marekani anasema hivi, kutokana labda na mkataba wake ambao anaweza kuvunja mwaka 2019 na mwaka 2025 mpaka mwaka huu 2026, tunaona bado Marekani anauhitaji mkataba huo na kuweza kuhitaji mkataba huo, na kwa upande wa pili anavyoona ngumu zaidi ameweza kuwekewa na taifa la Iran, ndio maana labda taifa la Marekani inasema inabidi kwa upande wa Iran moja kwa moja waache kuzalisha silaha za nyuklia pamoja na makombora. Lakini hasa hivyo wanakuja kuangazia kwa Qatar kuweza kuingilia kwa kati katika hilo, na Qatar imekuwa ni mpatanishi katika mataifa mengi zaidi ambayo machafuko yanakuwa yanaweza kutokea. Tuliweza ku, tuliweza kuona kati ya kati ya Israel pamoja na Hamas, lakini tunaweza kuona kati ya Israel pamoja na Lebanon. Kati alikuwa akisimama katikati kuhakikisha kwamba uh, amani inapatikana katika maeneo hayo, na sasa hivi kuweza kusimama kati ya Marekani pamoja na Irani tuweza kuona ni kama vile taa ya kijani imeweza kuwaka katika pande zote hizo mbili, upande wa Marekani lakini pia na upande wa Irani kuhakikisha kwamba kwa pamoja mazungumzo yatafanyika na yatakuwa ni mazungumzo yenye tija. Mtazamaji, ni saa tatu na dakika moja, ndivyo ambavyo natamatisha hivyo morning victory siku ya leo. Natumaini zakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Jojina Watatu, endelea kutazama Rabi TV kisima